Guys, nataka niwaonyesheni mazoezi ambayo yatawasaidia ni kuweza kujenga kifua chako cha chini, kifua cha kati na kifua cha juu. Mazoezi haya utayafanya ukiwa upo nyumbani. Zoezi namba moja ni kwa ajili ya middle chest. Let's go. Angalia position yangu ya mikono. Kama hivi, fanya reps zako 20 mara tatu. Ukiweza nenda zaidi ya 20. Zoezi lako namba mbili ni kwa ajili ya upper chest. Let's go. Hili ni kwa ajili ya kujenga kifua cha juu, upper chest. Fanya reps zako 20 au zaidi ya 20 mara tatu. Zoezi lako namba tatu ni kwa ajili ya lower chest. Let's go. Yes. Hii ni kwa ajili ya lower chest. Fanya reps zako 20 au zaidi ya 20 mara tatu. Zoezi lingine ambalo litakusaidia kuweza kupata kifua chako cha juu, fanya hivi. Mikono yako ikae hivi pembeni. Let's go. Hapa inakusaidia kuweza kujenga kifua chako cha juu. Fanya reps zako ishirini au zaidi ya ishirini mara tatu.